Hospitali amewahi mpambana. Sasa hii baraka aliyoikosa ni ipi? walikuwa kwenye giza Hawa. Sasa ni na, na, na mkurugenzi msaidizi <laughs> ibada kama hii imeisha, wanajadili <laughs> jambo hapo, umeona wana shida gani? <laughs> jamani, bwana asifiwe sana, sijawatuma mbaki leo hapo, lakini nachokisema roho ya kuhukumu naituondoke mimi ninachompendea nachompendea Hana, Hana, nacho Hana, Hana hakuliakti Mungu. Moja kati ya tunda la Roho ni upole. Hana akamwambia mtumwa wako hakunywa kileo, ameumimina moyo, ana uchungu moyoni na ameumimina moyo wake kwa Bwana. Sasa kwani lazima ushindane na na mchungaji? Kwani lazima ushindane na mzee wa kanisa? Watanikoma kabisa, safari hii ninawahi kwenye mkutano mkuu na nitakaa kiti cha mbele. Pastor, when you see that spirit in the church, ukiona hiyo roho ndani ya kanisa, maanake roho wa Mungu hayupo katika mtu huyo. Kwa hiyo namna pekee ya, ku, ya kudili na mtu wa namna hiyo ni wewe kujazwa zaidi na Roho wa Mungu. Hata kwenye ndoa ukiona tu hivi unafikiri mimi sina mdomo? Calm down, ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huyu hana, pamoja na kuwa lililotendwa linakera Ameni amenionaje? Hanijui mimi? Kwanza narudisha na cheo chao, si kuwa wanawake kuwa watoto, narudisha halafu nipambane naye sasa. Hii kazi ni ya Bwana. Wakati mwingine unaweza kukwazwa na kiongozi, wewe mwangalie Mungu aliyekuita, hana akawa na roho ya msamaha na roho ya upendo ndani yake. Na Eli alipoambiwa hayo, akaona aibu, moyo wake ukaumia, na akaomba kimoyomoyo, Mungu, huyu mwanamke nimemnenea mabaya, naomba unisikie mala hii tu, namtamkia baraka. Na Eli akatangaza, na akasema, wewe mwanamke, majira kama haya makana takuwa na mtoto Bwana na akupe sawasawa sawa, na ulivyoomba. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu ametoa nguvu ya pekee kwa hawa watumishi wa Mungu. Unamwona tu hapa hapa ni Pastor Shafi, mnapishana pishana humu, lakini nataka nikwambie kuna nguvu Mungu ameiweka kwa watumishi wake. maisha yanaweza kukufanya ukatikiswa sana na mwaka uliofuata Hana alipata mtoto amen, amen. Lakini alipoondoka pale hekaluni siku ile alidhamiria moyoni, sitalia tena. Sio kwa sababu Hana alikuwa amepokea mtoto mkononi, no. Furahini katika Bwana Siku zote tena nasema furahini. Pole wenu na ujulikane na watu wote. Msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru. Napenda mstari unaofuata nasema, haj ani nasema, haja zenu, hasemi haja zenu nazijibi. Kitakachokuwa chaku ni laki nyumbani, ndio ka kwanza ka kwanza, halafu anashangaa kana katoto, kanamwona mzee, moyo umekufa ganzi kabisa, kama ana sikitiko hivi, alafu kanamwambia baba, kwani kuna nini? kifta analia, anasema mwanangu, umenitenda nini hiki? Mungu kitakachokuwa cha kwanza nina kitoa kwake, na wewe mwanangu, umekuwa wa kwanza. Alafu mtoto anasema baba, ninayajua mahusiano yako na Mungu. ikiwa Mungu ameruhusu jambo hilo, ndiye sadaka, I mean Isaka, I mean Isaka, yeah, I mean Isaka. yeye ndiye sadaka, na akapanda juu ya madhabahu. Anasema, baba, baba, I know how you are related to your God. najua mahusiano yako na Mungu niko tayari kuwa sadaka. Na by the way Isaka anasema Mungu, mahali salama kwangu ni pale Mungu anapotaka niwe. Na kama juu ya madhabahu ndio mahali salama, jina lake litukuzwe.